La kwanza, la pili, ardhi imekuwa ikibadilika bei kila mara mm. Yaani inapanda thamani, namaanisha mm hivyo -hmm. Kwa mfano, ukirudi nyuma kuanzia sasa ukahesabu miaka mitano iliyopita, labda ardhi ya Dar es Salaam ilikuwa inauzwaje? labda ishirini kwa ishirini mm -hmm. Eh, na baada ya miaka mitano ijayo hali itakuwaje? mm. naona kwa hiyo ardhi ni kitu ambacho kina kinapanda thamani haraka mm, eh? pamoja na kwamba kwa nyinyi vijana, unaweza ukakuta labda unasema ah, ninunue ardhi niache mpaka ije ipande thamani. Ni muda gani yani yani mpaka nije niuze, ni, ni muda mrefu, wakati kumbe utakapochelewa kuipata ukiwa kijana mm, mbele huko itakugharimu sana Yese, kwa sababu kama sasa hivi ulikuwa na uwezo wa kununua hata heka moja mbele huko, baada ya miaka mitano, sio hela ya eka moja tena, bali utanunua ishirini kwa ishirini. <laughs>